jibu mara moja hapa. ni nakata. Sasa namfuata baba yako. Yaani huyu ni sasa, leo tunaona mpaka shetani kwenye kiti chake. Ngoja muangalie baba yako na muache kibao. namaakiba

Sikipendi kama tayari <laughs> ameolewa tuone, watafika wapi? kamba hiyo <laughs> mshahara wake huu ni mkubwa, tuone kama atafanya nini? kamba hiyo anajifanya <laughs> anajua kuomba. Nifungieni Hebron, ni basi, nifungieni nini? Nifungieni mimi, nawapa ruhusa, nifungieni mimi, nifungieni <laughs> <laughs> Yaani shetani amechoka, hana nguvu hana nguvu. Mwenzako huyo mwenzako huyo amekuja kusaidia. Mwenzako huyo ngoja nawe nifunge pumzi, funga pumzi <-si? laughs> yaani ni kuwapa adhabu wa chao yausio au sio? Amen. Wengine hapa ni manabii wamesema, "Oh Bwana, utakufunga, ninafunga pumzi." Amen. Mungu aliyenayo yuko ndani, anasema ufe, uishi. Enda hapo, na pumzi. Na pumzi nafunga. Ah ah ah. Nafunga kwa jina la Yesu. Nafunga na ajabu zote. Nafunga na sauti. Mamlaka ya jina la Yesu. Yes, sir. Walizoea kutuloga loga. Hapa ukiweka sauti. Hapa ufume style gani ya Free Masoni? Haijibu hapa. Yemigu ile nguvu, ile nguvu. Hai. Haya mwenzako huyo hapo sasa. Shuli gani nini? Shuli gani nini sasa? Nimeshindwa kazi. Shuli gani nini basi? <laughs>

Kusajini. <laughs> Unajua nikisema wapigane kwa jina la Mungu wao wanakutana. <laughs> Naweka ukuta hapo, funga pumzi kwanza hapo. Haya wewe ongea. Nasema nini? Ongea. <laughs> <Yeah, okay. laughs> Ah. Kwa nini, ni makusudi nimeamua. Lazima una kiburi cha Yesu. Amen. Sasa kuna watu hapo wana ujuzi wa shetani. Ha? Shetani wewe, nakukata mbavu zote za mgongo na zile kamba alizofungia na kufungia wewe, sema kamba zote, kamba zote alizonifungia hata kuzaliwa

Hakuna mtumishi yote dunia nzima hata hatakaa fanikiwa kufunga watoto wa Mungu, ninaamuru kwa jina la Yesu waanguke, ninaangusha faulu sauni zao, ninateketeza, ninapasua, ninapasua, ninapasua, ninapasua na yote kwa damu yetu, ninapiga ngale, ninapiga magare, ninapiga, ninapiga mabara yote, pasua

Nimewezaje? Mbona hao wamefunguliwaje? Hao wajinga huko, na mwisho wao umefika, wanadondoka, nairudisha, naifungia pa. Naifungia pa. Unajua wengine wanakunyesha sumu usiku. Utapishwe katika jina la Yesu. Amen. Nani ndiye anongea? Sema jina lako nani? Eh? Lusifa. We ndio Lusifa? Ah, baba yako yuko wapi? Baba yako unajoka kule? Sasa unacheza na Hebron? Unacheza na nini? Sasa wewe unaomba msamaha? Samahani basi. Mbona leo una sauti? Mbona unongea kama kama shoga tamedia? Lakini unajua shetani shoga, vipi ndio hiyo? Ndiyo kuondoka kazi huko. Bwana Yesu asifiwe. Na kule kuzimu kuna mti fulani unaikuwa bangi. Bwana Yesu asifiwe. Wa Ingwe kumbuze wale wanavuta bangi ya chini. Ule mtu unaitwa bangi haukutoka duniani. Umetoka kuzimu. Ukaja kupandwa duniani. Awatia basi. Umesikia? Sasa ile kitu inaitwa bangi jamani, ule mmea umetoka kuzimu. Na ule mmea kule chini unaitwa Bob Marley. Umesikia? Sasa na Bob Marley kwa nini aliitwa hivyo? Ulimwanga duniani, yeye alikuwa mtu wa kwanza kwa kuvuta sana bangi, ndio maana kaitwa Bob Marley. Sasa unapovuta ule mmea, uliletwa kwa kusudi, kila binadamu anavuta, nafsi yake inafarakanishwa na Mungu, alafu kila sema, ndio akili inapanda

Lazima wazungumze wasifu Mungu. Kama ndege wanago msifu. Haleluya! Leta hapa. Kwa nini umechukua mtoto wake? Kwa nini umechukua mtoto wake? Kwa nini umechukua mtoto? Ulifanya nini na nini? Ulitoa nini kwa mganga? ulitoa sadaka gani kwa shetani? Usemi, Mimi kazi yangu mpukitu nyota yake tena maisha ya mtoto kila kitu. Mtoto atatolewa kafara. Kwa kwa damu ya Yesu. Nani una mtesa huyu wewe? Ngoja hapa wewe. Mwache, mwache. Jina lako nani una mtesa mwana wa Mungu? Amekuja kwa Mungu kukuashtaki. Au sio? Amen. Shida zako umekuja umekuja, ukae nazo ushtaki. Sasa, mtumishi anakuambia Mungu ameniambia shida ule ili itoke, leta hela. Fukuze huyu mwizi. Mwache mtoto wangu. Achia mgonjwa wangu. Hapo ulipomweka na mchomoa huyo, amewekwa kwenye kishimo, yaani amefukiwa, hana mbele hana nyuma. Watu wanabaki kuwasema watoto wa watu, hana mbele hana akili. Wewe ukishawekwa mahali utatoka, lakini kanisani asubuhi, mchana na sakramenti fulu, si ndio? Huko gereza, hapa amekula chakula ya Bwana, hapo si neno la Mungu tukalisikia? Haya, huyu Yesu alio ndani yangu ndio amenituma ni watesea. Unaona huyu anavoteswa Naona, lazima kuache, nikikushika aywache, achia tumbo lake, achia! Hata kama kazi, usiogope Ni nini imetokea? Tunaimba kuna vitu vinatoka, maana ni zito muda mrefu sana, lakini sasa nimeona vitu vinatoka, vinanichoma, napita uko. Nimeenda wapi? Nimeenda kuzimu nilikotoka, ambayo imeanda ameniambia ifanyaje? lazima itoke. Wengine oh! kuna wengine hata utajiri imeshikiliwa huko. Kuna wengine wanacheza cheza watu wa ajili. Bibi wewe, kakae bwana, amen, unywe chai umeleta, ufurahie, sawa sawa

kwa magoti. Mimi naogopa. Kwa nini unaniogopa? Kwa nini unaniogopa mimi? kukupa kwa leo mimi, sema, kwa nini unaniogopa? Mungu, Mungu.